Baada ya ushindi mkubwa juu ya manabii wa Baali kwenye mlima Karmeli, ambapo moto wa Mungu uliteremka kutoka mbinguni, nabii Eliya alithibitisha kuwa Bwana ndiye Mungu wa kweli. Lakini ushindi huo haukupokelewa vizuri na malkia Jezebeli, aliyekuwa mwabudu wa Baali. Kwa hasira kali, alituma ujumbe akisema, na miungu wanifanyie vivyo kama kesho saa kama hii sitakuwa nimekufanya kama ulivyowaua wao. Maneno haya yalimtia hofu Eliya, akakimbilia nyikani akiwa amechoka na kuvunjika moyo. Akiwa peke yake chini ya mti wa mwaloni aliomba, Bwana, imekutosha, nipe uhai wangu. Lakini Mungu hakumwacha. Malaika wa Bwana akamgusa na kumwambia, Amka ule, safari ni ndefu. Eliya akapewa chakula na maji kutoka mbinguni, na kwa nguvu hizo alitembea siku arobaini hadi mlima Horebu. Huko Mungu akamtokea, si kwa upepo, si kwa tetemeko bali kwa sauti ndogo tulivu akimpa tumaini jipya na nguvu ya kuendelea na huduma yake. Kisa cha Eliya kinatukumbusha kuwa hata watumishi wa Mungu wanaweza kuchoka, lakini Mungu huwainua tena na kuwapa nguvu mpya. Like, share na subscribe kwa simulizi zaidi za Biblia zinazogusa moyo na kujenga imani. Toa maoni yako, umewahi kuhisi kukata tamaa kama Eliya?